Salia masaa machache kuelekea katika jambo lenyewe ambalo linawakutukusanyisha siku ya hii leo, siku ya mnyama Simba akicheza zidi ya Almasri kutokea pale Ismailia moja, katika mchezo ambao unatazamiwa na walio wengi, si Tanzania tu na Afrika kwa ujumla. Kwanza unaingia una katika mchezo huu ukiwa nyuma na aggregate ya mabao mawili kwa sifuri ambao umepoteza away, unalipi la kwenda kuwashangaza leo katika uwanja wa nyumbani? Asante sana. Ndugu mwandishi, jina langu ni Mswadi Kuswaibu, bwana maarufu ustazi Simba. Ni shabiki wa Simba na mwanachama kutoka Kagera, wilaya ya Misenyi. Nimekuja kuonyesha Simba yangu kwamba Simba ina mashabiki, Simba ina mashabiki, na leo ndo siku ya kushangaza watu hapa, kama kawaida yetu tulivyozoea. Simba sio mechi ya leo tu, ni kawaida yetu. Tumemchapa Nkana goli mtatu kwa moja hapa tukamwondoa, tumemchapa Oloya goli saba, tumemchapa hapa goli nne, goli sita nani nani hapa tumepiga wengi, tumepiga vita goli nne hapa kwa moja. Na ukiangalia ukanda huu wa Sakafa nafikiri, au Afrika Mashariki, Afrika Magharibi, ni Simba lio peke yake hmm. Ukiangalia Kongo, Burundi, Rwanda, Mali wapi kila, Kenya, Uganda, hamna. Ni Simba ndio inaendelea kuwa kwenye ligi ya shirikisho barani Afrika na hapa Tanzania zilikuwa timu nne lakini ikabaki timu moja inayojua ina michuano hiyo. Sasa leo goli mbili kwa Almasi ilikutangulia, na leo Simba hatushindi tu, leo tunafuzu. Mashabiki wa Young Africans wameonekana kuchukizwa na kitendo ambacho mmekionyesha baadhi ya mashabiki wa Simba kuweza kuliondoa kwa fujo gari lao ambalo lilionekana kupita karibuni na uwanja wa Benjamin Mkapa mapema hivi karibuni. Ah, mashabiki wa Yanga wao wanafujo kwa sababu sisi hatuna mabao za kusukuma watu. Unaona hapa kuna utulivu tu, hata akipita wa Yanga anapita bila wasiwasi, lakini kwa sababu wao wanajivunia mabao wao, kilichofanyika ni sahihi. Waliwapokea Waarabu, tukawaona. Sasa wakaziilisha, wakaja mpaka uwanjani hapa, wakasukumwa, kwamba hiyo sio mechi yenu mlikuemo. muka... e, sio mechi yao na leo hii barabara haitumiki. Hata gari inayopita ni gari inayotoka na uwanja kwa leo na mechi ile gari za kila siku leo hazifanyi kazi leo hazipiti. Kwa hiyo Yanga wao wanachokitaka kukifanya ni kwamba watoto kwenye mudi ya kuharibu mechi yetu, lakini kwa sababu si, si, Simba tuko imara, na ndio maana tumejitokeza kwa wingi, tumeamua kama mimi hapa, unaona mwarabu anavaa kanzu na mimi nimesema, wakivaa kanzu jeupe litakuwepo nimelivaa, tutawaonyesha kilemba. Wanafunga wasalasa wanajua, alafu wanavaa jezi nyekundu, wanavaa nyeupe kila jezi tunayo hapa, tutavaa kuwaonyesha kwamba leo Simba tumepania kufuzu, sio kushinda, kwa sababu tukishinda moja haina maana, tukishinda mbili moja haina maana, tunashinda kuanzia tatu kwenda juu, kwenda tatu juu, tatu nne tano. Gani kinakupa jeuli ikiwa wachezaji wako ndio wale wale ambao tunawashuhudia first 11 katika kila mchezo, na ndio waliopasuka bao mbili kwa sifuri away. Waliingia kwa kuwaheshimu, ndivyo ambavyo wataingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa kumbukumbu zangu kama sisahau mechi ya tarehe mbili walicheza wachezaji kumi? kumi na tatu tu, kumi kumi kumi na tatu. Sabu zilifanyika nafikiri mbili, ambavyo aliingia Steven Mkwara dakika 82. Walianza kumi na moja, akaingia Mkwara kumi na mbili, sawa. Sasa kwa maana kazi ya mpanzu aliyoifanya, alipiga on target tatu mpanzo peke yake, kipa anapangua moto, alipeleka moto kipa walimasini. Sasa angekwepa pale Mkwara dakika zile angemalizia, na ndio maana leo hatuwezi kumngang'ania Ateba kwamba aanze yeye, tuko na Stephen Mkwala akianza pale leo moto unapasuka leo. Kilichoonekana katika mchezo uliopita, kila mchezaji wa Simba alikuwa na shauku ya kutaka kufunga yeye, kama ee yeye, walishindwa kucheza kitimu, hii lipelekea athari ya mnyama kuweza kupotea, kitu gani ambacho leo kinaweza kikaenda kuwa kama surprise kumshangaza Almasi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Na tunafahamu timu zinazotoka ukanda wa magharibi zina falsafa ya kucheza mechi za away kana kwamba tunazungumzia kwenye wanapopaki basi na jinsi wanavyopoteza muda, na kwa sababu Simba ana uzoefu. Na pale benchi pale kuna Sumani Matola, amecheza nao mwaka 2003 na akawafanyia kazi wale Waarabu, anawajua vizuri. Kwa hiyo kinachofanyika pale kwenye benchi, tumekaa vikao sana. Simba ina viongozi imara. Amekaa na CEO wa Simba pale, wamekaa kina Mediali, wamekaa viongozi wengi, wakina Imam pale, wakina magoli wamekaa pale, wameshauri wakaona kilichofanyika pale kama ubinafsi ulizidi. Sasa tarehe tisa, we mpanzu fanya moja kibu fanya mbili, alafu elia nani wapi, aua fanya moja mbili tatu, ushauri imefanyika vizuri sana. Kapombe, Kapombe yuko nyuma kule, na inawezekana Kapombe akawa muaji wa hii mechi hmm, kwa uzoefu wake. Sasa nini, mashabiki wa Simba Sports Club wale ambao hawajatoka majumbani na wana dhamira ya kuja kutazama mechi ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, kuhakikisha hii tunavuka mashabiki walioko karibu hapa kama Mbezi, kama Chanika, kama Tegeta, inawezekana wakule Dodoma, Singida, Bukoba kwetu wasifike leo hapa, lakini walioko hapa Tegeta, Mbezi wapi, wapi kigongo la Mboto, wajitahidi waje Benjamin Mkapa, waje tuingie uwanjani kwa kishindo hapa kwa Mkapa tufanye mauaji kwa Masiri, tuwafanyie maajabu, wasiogope ila walioko mbali kule Dodoma, kule Bukoba, Misenyi, Kagera kule, wajitahidi kununua Azam TV kifurushi, watuangalie sisi uwanjani, tuwatumia shangwe kule tu, wataenjoy alikuwa okay, Akisema hivyo, shukrani sana. Asante sana, asante sana.